Yes, karibu katika The Gear. Hapa bwana anataka niwape vitu mbalimbali mbali. Vitu vizito vizito. Aa, la kwanza kabisa. Hivi unajua kwamba gari ya kwanza kubuniwa ilibuniwa bila kuwa na wheel steering? Hilo nadhani ulikuwa ulifahamu, lakini leo nina ni vyuma mbalimbali anataka mbali niwape na usidhani kama nawalisha matango pori, hapana. Mimi ni mwenyewe nimefuatilia na nimeona kwamba hivi vinastahili kuwapa nyinyi watazamaji wa The Gear. Yes, hii inaitwa Autotech. Leo na hapa information mbalimbali mbali, ambazo wewe huzifahamu wewe. Inawezekana ukawa ni mtumiaji wa magari lakini kuna mastori mobo ambayo wewe yafahamu, na leo utayapata hapa katika The Gear. gari nzito kuliko gari zote duniani kuwahi kutengenezwa. Ilitengenezwa mwaka 2004 hii ilikuwa inaitwa Midnight Lover. ilikuwa na uzito usiopungua uh, tani elfu ishirini yani kama pound elfu hamsini ambazo uh, inaonekana ni gari nzito kuwahi kutokea kutengenezwa. Ilikuwa ni gari flani ambayo kwanza ilikuwa naitwa Midnight Lava, ambapo ilikuwa na uwezo wa kuwa na sehemu mbalimbali ndani ya gari. Kuna baa ndani ya gari, kuna baa sio moja, kuna baa zaidi ya mbili, kuna baa, kuna sehemu ya kupumzikia, kuna uh, toilets, kuna bathroom, kuna vitu kibao. Yani ni gari ambayo ilitengenezwa maalum kwa ajili ya wale ambao wanasafiri na kuenjoy na kulabata kabisa, urefu wa futi sabini. Pamoja na kwamba ina urefu wote huo, sio kwamba ilikuwa na watu wengi sana, ila ilikuwa na uwezo wa kufanya watu wachache kama arobaini ambao wana uwezo wa kuenjoy entertainment zote zilizokupo ndani ya gari na, na ilikuwa na uwezo wa kuwa na wahudumu wanne katika gari hiyo. Sidhani kama nao ulikuwa unajua. Najua ila chukua chuma hicho bwana. Kuna gari inaitwa marai. Hiyo marai bwana ni, ni lugha ya Kijapani ambayo maana yake aa, ni future. Aa, ni moja kati ya gari fupi kuwahi kutengenezwa tokea magari yatengenezwe, yaani ni gari ndogo sana ambayo aa, kwa hali ya kawaida aa, huwezi kuita gari, unaweza kuita kama toy, lakini ni gari ambapo gari ile ilikuwa na ufupi kiasi cha kwamba kutoka katika ardhi mpaka gari inapoishia ni inchi 18 tu. Sasa kama wewe ni mnunuzi ama mtumiaji wa gari hiyo, inakulazimu uwe na watu wawili ambao wanakuwa escort, kwa sababu watu hawawezi kukuona, wanaweza kukugonga. So lazima uwe na mmoja ametangulia, mwingine yuko nyuma, wewe uko katikati unaendesha. Gari inaitwa Marai. Ah, kuna kuna harufu fulani hivi, unaponunua gari unaponunua gari mpya kunakuwa na kaharufu fulani hivi. Yes, bwana kile kaarufu bwana ni kaarufu ambako kanatokana na vitu mbalimbali, uh, material mbalimbali iliyotumika kutengeneza gari mpya. So, uh, yale material yanafanya gari ile kiujumla, inapofungwa baada ya muda unasikia harufu fulani ya gari ya upya yy, uh, wameamua kutumia, wengine wa wanatumia marashi ambayo yanafanania harufu ile pale ambapo hata unaponunua gari used, unasikia harufu ya upya. Nadhani wengi wana experience hiyo. Nina taarifa mbaya kwamba harufu ile a, inasemekana sio harufu nzuri kiafya. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na tahadhari kidogo tunapokuwepo na gari ambayo ina harufu kama ile. Umeshawahi kupigwa fine kwa ajili ya mwendo kas ama speed limit? Umewahi kupigwa toch na ukagundulika kwamba umevuka speed ambazo zimeandikwa katika barabara basi mwaka 1994 hapo ndipo faini ya kwanza kabisa kuweza kupigwa kwa yule dereva bwana unaweza ukagesi alikuwa anakimbia speed ngapi hatari sana alikuwa anakimbia speed 19 sehemu ambapo ulikuwa na kibao kimeandikwa speed 8 yes unaweza kuwa anashangaa miaka hiyo magari yalikuwa yanakimbia sana spidi 45 km per hour. Magari ya umeme bwana, ama electric cars zimekuwa kama vile jambo jipya, ama limekuwa trend kwamba ah, sasa hivi kuna electric cars zimekuja. Ah, magari yanashindana mara kina Tesla mara wa China no, nao wanaleta gari zao za za kichina ambazo zinatumia umeme, imekuwa kama jambo jipya, lakini kiufupi hili si jambo jipya, tokea mwaka 1900 ah, kulikopo na magari ya um, magari yote yalikuwa yanatumika kipindi kile, kulikuwa na magari ya umeme zaidi ya asilimia arobaini. Yes, you cannot imagine, zaidi ya asilimia arobaini yalikuwa ni magari yanayotumia umeme, na asilimia arobaini nyingine ilikuwa ni magari yanayotumia mvuke, na asilimia ishirini tu iliyobakia ndio ilikuwa magari yanayotumia mafuta. Yes, ngoma anajirudia, kuna fashion nyingine zinapotea, zinarudi. Gari gani ni pendwa zaidi hapa duniani? Yaani ni gari gani ambayo imeuzwa sana hapa duniani? unaweza ukahisi ni gari gani? drop comment yako katika page zetu za Instagram. Kama gari unayotaka kuitaja ni gari ambayo wewe ulikuwa naihisi kichwani mwako, unaenda Instagram, andika mbili, tano, tano, Jerry drop comment yako hapo, kama na wewe ulikuwa umefikiria kama hivi ambavyo nataka nikwambie, basi gari hiyo ni Volkswagen Beetle. Hii ni gari ambayo imeuzika sana, zaidi ya unit milioni 20 dunia nzima. Ukiangalia uh, katika miaka ya sasa competition imekuwa kubwa, kwa hiyo soko limekuwa likigawanyika sana lakini Volkswagen Beetle imeshikilia namba moja katika mauzo makubwa sana duniani kwa kuwa na unit nyingi pendwa kuliko gari zingine nyingi sana. Yes, ngoja niwape la mwisho bwana. Uh, kila baada ya dakika sita kuna mtu maisha yake yanaokolewa. Yes. Hii ni tafiti ambayo imefanyika katika vyuo mbalimbali na taasisi mbalimbali ambazo zinafanya tafiti. Maisha yanayokolewa kutokana na 3 point seat belt. Yes, unaweza ukawa ufahamu 3 point seat belt ni nini. Ni ile seat belt ambayo inatoka hapa, inakuja hapa, inatoka hapa, inatoka hapa, inakuja hapa. Yes, hii ni, ni, ni mfumo ambao umeokoa maisha ya watu wengi na ilikuwa ni teknolojia ambayo imebuniwa na Volvo. Volvo imekuwa ni kampuni ambayo imejali zaidi safety kuliko kampuni nyingi za magari, na imekuwa ikiongoza mara kibao katika swala zima la usalama. Sasa Volvo walivozindua uh, zi, teknolojia hiyo, walivogundua teknolojia ile, kwa kawaida mtu anapokuwa na teknolojia yake anakuwa na kitu kinaitwa patent, kwamba haruhusu mtu mwingine yote kukopi teknolojia yake mpaka idhini yake, lakini Volvo kutokana na jambo lilikuwa ni sensitive na ni swala la usalama na ni maisha ya watu basi waliamua kutoa patent yao bure katika makampuni yote ya magari, na mpaka leo hii seat belt zinatumika katika magari yote. Leo katika begia tunaye mgeni ambaye mgeni huyu Uh, yupo katika segmenti inayoitwa Petrohead. Petrohead ni sehemu ambayo tunadiscuss maswala yetu mbalimbali yanayohusiana na magari, uh, kama wale wanavyodiscuss maswala yao ya mpira. Kuna watu wanadiscuss maswala yao ya ngumi. Basi hapa sisi tunakutana na watu ambao wame experience vitu tofauti, yanahusiana, uh, ya na maswala yote ya magari, ufundi wa magari, teknolojia mbalimbali mbali kwenye magari na kila kitu. Karibu katika The Gear. Ka, ka, ka, ka, kwa kawaida ka, kunakuaga na mafundi katika garage, kunakuwa na fundi let's say fundi umeme wa magari anakuwa ame specialize kwenye umeme wa magari, ama kunakuwa na fundi uh, uh, body, panel beater, ama kunakuwa na fundi mechanics, ama kunakuwa na fundi AC, ama kuna fundi wanaohusiana na roof na na, kuna fundi wa rangi. Umeelewa, pale kwenye rangi peke yake kuna mafundi wawili, kuna fundi panel beater ambaye ananyosha, lakini wengi hawananyosha. Lakini wapigi rangi, huyu ni rafiki yangu anaitwa Kijoti, mm. Kijoti, karibu katika show. Ah, thank you, thank you. Kwa nini kwani wa, wanakuita Kijoti? Manake najua hilo jina kila geji. Ah, wa, kuna majina ya hizo hizo sasa, kuna majina unaweza ukawa mtu wanakuita wa, yeah. Kutokana na na, na ile personality tu ambayo uko nayo katika mazingira ya kila siku so Anaangalia mtu anaangalia huyu mtu hivi karakta yake anafanana na mtu gani sasa? yeah. the way tu unakwaga kuwa na, na watu kwenye kazi hivi so kazi sometimes kwa una changamoto nyingi yeah. Kwa hiyo kutokana na zile changamoto huwa sometimes unafanya vitu ambavyo vitafanya watu wa, wa, wa hafani kidogo afurahi na nini <laughs> eh, kwa hiyo yani kuna vimaneno maneno au vitu vitu fulani ambavyo vinawafanya watu kidogo wana refresh mind. Kwa hiyo mtu anaona wa kuita sasa, Bwana Kijoti, kwa kwa kwa sababu unafuta una muda unafurahisha na na na na nini na nini nini nini? kwa mtu anaruka kwenye msongo wa mawazo alafu namfanyia yeah. yeah. kitu kitu ambacho yeye mwenyewe hawezi akaexplain kwamba kwa muda huo ingeika utafiki kwenye kana kufanyika kitu kama hicho. Okay, Kijoti, wewe. Wewe ni ni fundi nini na nini? Mimi najua unafutengeza vitu vingi. Sometimes hata huwa anajiuliza unawezaje. Wewe ni fundi nini na nini? Uh, actually, uh, mimi Bodi najua. Auto eh, eh. Uh-huh. Eh, auto repair, eh. Auto repair everything. Hello. Najua mimi. Bodi unatengeneza, unanyosha bodi. Nishakuwa anafanya kazi kwenye viwanda na wasuka kenchi hizi ishatoka eh. Hapo kawa anafanya kazi hizo za Is the mechanics Mechanics unafanya? Hizo, yeah. Body unafanya? Body unafanya. Ninaona kuna gari ulikata, gari ilikuwa ilikuwa ni ni gari gani ulikata? Ilikuwa ni Discovery 2. Discovery 2. Ulikata ikawa ni pick up. Ilikuwa ikawa ni station wagon. Haa. Then ilikuwa ikata, ikawa ni pick up. Eh, eh, kwa sababu e, mwenyewe alihitaji hiyo gari aende nayo huko porini huko kwa ajili, kwa sababu akaliona ee. Yani, condition ya gari ile, uimara wa ile gari kwao, akaona kwa mjini haitendei haki kwao, akataka iwe pickup ili akaifanyia shughuli za kilimo okay. Na mechanics unafanya, kama fundi mwingine, unaweza kufungua engine fanya fanya, uh, mm. Overhaul, overhaul pia overhaul, timing reset kundi mngine unaea umeme kila kitu najua ni nini, yani, <laughs> swala ni vipi? Yeah. Uh, example ma, maybe unaweza kukuta askari kaingia pale kene askari, yeah. akiwa hana nyota hana zile CV yeah, lakini akinakaa mda fulani anaenda kusoma anarudi, yeah, anaongezewa ana cheo, akitoka anaenda kusoma kwa hata mimi uh, katika shughuli zangu za kila siku. Kwa hiyo nikiwa na nimefanya shughuli hii nikaona okay fine, hii pia kuna watu kama mimi wanafanya wa mimi nisiwezi kufanya, so najitoa, nasoma na naangalia kinafanyika vipi kinafanyika vipi, next time na mimi rangi ya upigi. Lakini kuna sehemu nilikuwa nafanya kazi, baada ya kutoka soma VETA pale cha ng'ombe. kwa hiyo pa pale napiga rangi, e, pale ile panel beating mtu ambaye alikuwa anatakiwa awe anafanya bodi mwenyewe pia anafanya fensi mwenyewe. Kwa hiyo hizo shughuli mi nikawa nazifanya mwenyewe. AC, kwa kweli, sina experience kubwa sana zaidi ya kujaza tu gesi, actually kwamba tu mfumo wa AC na ufahamu inavyokuwa hivi, inakuwa hivi, inakuwa hivi. Kwa hiyo pia kutoa hata defects kwamba gari ina tatizo la AC bia, ambacho na tatizo liko sehemu fulani, pia ni kitu ambacho naweza nikamwambia mteja. Okay. Uh, kama wewe ni mtazamaji na unaona kama ni rahisi, hili sio rahisi jambo rahisi kwa masuala ya mafundi. Wale ambao ni mafundi wanaweza kuelewa. Ni ngumu sana mtu kuwa na uwezo kufanya kazi ya mechanics at the same time kufanya kazi ya body, at the same time kufanya kazi ya rangi, at the same time kuweza kufanya kazi ya umeme wa magari. Yaani, ni kitu kigumu sana na itachukua muda sana kuwa competent katika sekta zote sa, uh, za za hivyo vitu vyote na kuweza kuviweza katika uh, hali nzuri, yani kuwa competent. Sasa, bwana tajiri, changamoto yoyote ushaikutana nazo katika kazi kama hivi? Changamoto ni ni nyingi. Kuna siku nilikuwa nimeenda zangu Lindi. Sika Lindi huko kuna mzee mmoja hivi alikuwa na gari yake ni 124, mzee Benzi, Benzi zamani old hivi, eh, sasa ile gari ilikuwa na matatizo kwanza, ilikuwa ni ili mambo ya transmission, pia gari ambayo ilikuwa inatakiwa kufanywa fanywa nini body nini ipigwe rangi iwe kama mpya yeah. So kwamba ilibidi kwa, tuende tukaanze na swala la gari kwanza liweze kumuvu na kutoka huko Lindi mpaka kufika daa yeah. aisee na mdogo wangu pale Omari Omari, mdogo fulani fundi umeme uh. enda naye mpaka kule fika <coughs> kule tukapambanapambana hivi mm. tukafunga pasi ilivyomaliza, tuka gari ikafanikiwa mm. Ilikuwa inawaka lakini kukanawaka haiwezi kutembea. Ambia mdogo wangu hapa, wanguapa cha kufanya tupambane, gari itembee kichote kitakachotokea lakini tu tunaelekea njia ya nyumbani eh. Yaani sisi mwelekeo wapi eh? kutoka Lindi eh. Tukaifiksi pale kama mida kama saa hivi jioni kumi kumi, tumejaribu eh. kuzunguka mita miwili eh. eh, mitatu mpaka Lindi eh. Hivi sasa imekuwa iko tayari kwa safari mpaa ao tukae barabara ya Dar es Salaam <laughs>

sasa eh, gari ilikuwa kama baada ya kuanza safari, kwa hiyo yani kwamba ile firing yoda kuna muda haifanyi kazi na gari haina nguvu mm. mm. nayo nayo nayo, tukaenda tukaenda, kuna muda sasa gari ambapo ambao ukipata downi. Mm. chuma kinatembea kama zero kilomita eh kipata mwinuko kinakuwa sasa low compression. Kwa hiyo ilibidi sasa, yani, ngoja ngoja, ikipata down inafanya inakuwa kama 0 km haiendi. ah ah, chuma 0 km si mpya ah, eh, yani chuma mpya, yani haijawahi kuguswa injini kidogo, yani unasahau matatizo, lakini chuma kianza kunyanyuka sasa, unapokuja kurudi kwenye matatizo yako sasa, unaona mpambane sasa. Kwa hiyo target ilibidi sasa kwamba ukipata down inabidi ushuke for high speed, ili kwenye kunyanyuka kidogo, <laughs> matatizo yaje kukuta unamalizia malizia mlima sasa <laughs> kuna sehemu kweli hapa, ishafika ishaenda enda sababu. So, mimi sio mwenyeji sana wa maeneo ya kule, lakini ilikuwa tumetembea kiumbali kidogo, ambapo hapo muda kama saa moja hivi usiku, saa mbili kiza ilikuwa kishaanza <laughs> kuingia, fika katikati katikati kati hapo katika hiyo sistimu yetu kwamba tukipata mteremko eh, kiwasha tumia vizuri <laughs> eh, sasa ule muda wa kutumia ile vizuri ah, chuma kilivyoteremka kuja kuja kupandisha hivi ah. <laughs> Kasikia chuma, ah, chuma kimehangaika barabarani pale, kuja kukiweka sawa bwana. Ndugu yangu namuuliza bwana, vipi? Anambia hiyo kaka, itakuwa tairi hiyo tairi <laughs> Apo tulivotoka kule tulikumbuka tu kununua nunua hizo zaga zaga zetu, lakini hatukukumbuka kuangalia ile gari kama ina wili sana ina jengi ina tairi spea, lakini tukasema kwa sababu na safari usiku, huwa barabara inakuwa kidogo imekuwa kuli. Kwa hiyo kuna matatizo matatizo kama hayo ya matairi matairi kidogo yanakuwa Uh -huh. Haya po sana, lakini ile gari inaonyesha kuu kwamba yaani yale matairi yalikuwa yashakauka, yaani yamekuwa yamekuwa yamezeeka, na ule mzee inaonekana alipaki muda mrefu na, sasa mpaka alihitaji kwanza kwenda wa kuifufua na akaona Dar es Salaam ndugu ndo atakupata wataalamu waku. Kwa hiyo sasa ile gari pata uh -huh. <coughs> ile pancha Kaika hmm. chuma pembeni Kaambia sasa, mdogo wangu, hapa tunafanyaje? Kama hivyo vitu kwanza, hatuna hatuna hata kitu hapa, tunafanyaje? Ah, mdogo wangu, tunafanyaje? wa bwana anaambia, wacha kufanya, hebu nipata pancha, pancha e, eh pancha taili ya nyuma kulia. Sema bwana <mim> ngoja tujitahidi kujikongoja, yani atafute tafute hata wenyesehemu, kuna kia ani hapo tulipo mbele, huoni kiza? <laughs> ni nakuoni kizani, ni kiza tu, yani ule <laughs> mwanga unaopata gari likipita. <laughs> na magari inaona muda ule ni, ni machache sana kama. <laughs> Kwa hiyo pale kilichofanyika Mungu, Mungu, Mungu wasiasumani, bahati nzuri tukaona kuna watu wanatoka msituni huko, kashtuka. <laughs> Eh, bwana, vipi tena watu? Lakini kaambia bwana, usiogope bwana, huku msituni watu salama. Sawa kama watu watakuwa watu wabaya ndogo wangu ndo tusome dua zetu za mwisho kwamba bana ndo tulifia huku tulipotelea huku. Wale jamaa akakubali, wakakubali tukawaita pale, akaambia bana, jamani, tunahitaji msaada na nini, gari akapancha hivi, asema okay, sawa bwana, kijiji hakiko mbali, kuna kijiji walikihitaja kwamba kiko kama kilomita mbili tatu hivi. Mm -hmm. Na kijiji hicho jamaa wa alisema kinaitwa Mandawa. Pana tunaweza tukapata huduma labda hizo na na nini na jeki labda hapo kijijini hapo Mandawa. Nikamwambia okay fine. Nikamwambia mdogo wangu sasa tuende na gari kwa sababu tunataka kubadilisha tairi huko. Kuna tairi liko huko, tairi spare. Na una tairi spare tulikuta, lakini kumbe ilikuwa sio la Toyota. Eh. Sasa Kasema bwana tupate spana na jeki. Yule kijana akatoka pale na wale wenyeji, kabla ya kuondoka akasema bwana tujaribu kusogea na gari hivyo hivyo. Hiyo rimu nini kwa sababu tayari ipo, tukifika mbele huko tukipata vitu ta tananilia, ta tabadilisha. Mm -hmm. Sio mbali akasema sio mbali. Wale jamaa akapanda nyuma. Tukapanda tukawasha gari. Hiyo gari nakwambia, yani hatujatembea hata miguu Ishirini, yeah, sababu ilikuwa ni eh, kwenye mlima. Yeah. na pale sasa kusukuma ilikuwa ni, ni, ni mfiti kwa sababu gari kwenye mlima ndo ilikuwapo, ni shida pia kupanda, yeah, kusukuma ikawa haiwezekani ko lile mizi tukajaribu kupanda nayo hivyo hivyo kidogo kidogo. Sasa na uzito wa watu pia ulikuwa umeongezeka, watu kama wawili tena nyuma, yeah. Eh. Ha, tukupiga hata hatua nyingi eh, gari kasikia mbele huko kumelipuka, yeah. Hey, bwana vipi mdogo wangu ah, Moshi unatoka kwenye dashboard wa kutosha. Tume fanya namna tulikuwa na tunachuma majani sababu ni majani ya, ya, ya, ya mabichi mpaka kuja mm -hmm, kupata moto inakuwa ni muda, tunachuma majani tukajitahidi, tuka kuzima, tukajitahidi kuzima jani, tukafanikiwa kuizima, lakini ilikuwa imeungua sehemu kubwa, kebo za mafuta, mara kebo za acceleration. Kwa hiyo sasa, safari ikawa tena, hakuna pa ulichokifanya. Namwambia <coughs> bwana, hapa chakufanya bwana, wewe kwanza nendeni huko kijijini, tukaangalie msada wowote, kama tunaweza tukapata hizo jeki na nini Halafu tukija sasa, tuangalie vitu ambavyo vimeharibika hapa. Sisi kama mafundi tutajua tunavifanyaje safari <tuhi> iweze <wete> kuendelea hapa <tuhi> nikaambia mdogo wangu, hakuna kurudi wapi, hakuna kurudi wapi, yaani hapa ni tunaenda hivi, safari <tuhi> <tuhi> <tuhi> <tuhi> inaendelea <tuhi> kweli. Tuka shauriana pale, bwana nani aende nani abaki. Kaambia bwana, kwa kweli mimi naombeni, mimi ni baki Yeah. Wewe mdogo wangu kidogo, kwa sababu ni kijana kijana, bado damu inachemka, unaweza kuvitimua mbio vizuri. Mimi yeah. Wacha nibaki hapa, nyinyi nendeni. yeah. Basi wakaondoka pale kuanzia hiyo saa mbili. yeah. Wameenda wamekuja kurudi muda kama saa nane hivi usiku. hmm. Yani hicho kipando walichotembea ah. huko yeah, yeah, yeah. na kupata hivyo vitu usiku, yani wamerudi saa nane usiku Mm -hmm. Karibia ametumia takribani masaa sita, saa nane yeah, usiku pale. Umekuja tuanze sasa kurekebisha hiyo gari, tume tumepiga jeki. Spana yenyewe iliyopatikana, sio ile uli spana ambayo natakiwa kufungulia tairi, ipatikana spana ni kumi na saba ringi uh. <laughs> yani, sasa nikasema hapa sijui tunafanyaje, lakini <laughs> Mungu alitusaidia kwamba ile spana pale ambapo napokuwa kuazile ile spana ilikuwa ina uwezo wa kushika baadhi yeah. ya migongo kwa yeah. mm. hiyo tukajitahidi kwa utaratibu, tukafungua ikafunguka. Mm. Sasa, baada ya kupotoa lile tairi, tuweke tairi lingine, tunakuja kukutana na tairi ni la Toyota, pale pia haliingii eh. eh. Tunafanyaje, mdogo wangu? ah. Bwana hapa cha kufanya. Leta ile tairi pale, katikati kuna kuna kama groove hivi ambayo huwa ina inaingia pale yeah. ili iweze fanya taili isiweze mm -hmm. kusheki, tukakavia hii gruvu kwa sababu ya kuna hii taili ni alumini hafu alafu ni nyembamba kidogo. Tujaribu kuzivunja vunja hizi gruvu kidogo tuzichimbe chimbe tupate kidogo yani, ingia tisti hata taili iweze kufunga hata bolti mbili mm. Tukatrai kufanya hivyo tukafanikiwa. Sasa bwana kimbembe gani huko mbele sasa gari iweze kwenda? Ambaye bwana, hapa hamna cha kufanya hii gari kwa sasa hivi, kwa sababu tulishafunga hilo tairi. Tukashane nalo asubuhi, tutajua nini cha kufanya bwana. Eh, tuombe wale wenyeji bwana, tusogee mpaka kwenye huo mji hapo, tuangalie kama tunaweza kupata huduma mbili tatu za kijamii na nini. Kwa hiyo sasa watoka pale, watembea fika kwenye hicho kijiji hapo, tukawa tumefika kama saa kumi na moja hivi asubuhi aam pale, kwa sababu pia tuna njaa kule polini polini. aaijiniii tumekula tumemaliza bwana. Sasa kipengele kimeanza tena upya, gari inabidi itoke kule bondeni kwa asubuhi tena, sasa inabidi tutembee mpaka kufika kwenye gari, fika kwenye gari tukafanya ambavyo tulivyokuwa tunaweza kuvifanya. Kaambia sasa, hapa kilichobakia, sababu ile accelerator pedo ilikuwa imeungua kabisa. Kwa hiyo huku upande wa dereva hata ukikanyaga acceleration gari haiwezi kutembea, ila sasa tulirekebisha ikawa inawaka. Kwa hiyo sasa nikamwambia hapa cha kufanya, uh, tukatoa ule waya wa accelerator pedo, kaupitishia upande wa huku wa passenger <laughs> <laughs> waya kama uh -huh, sababu ile kebo liuasharidia katafuta wakebo le kaa ni kama kamba imeipitia upande uh wa huku kawa nayo abiria huku, mimi hapa ndo ikawa uh -huh, nimeshikilia kaambia, uh -huh, wewe mdogo wangu, kaa po, kazi yako ukanyaga breki na kunyosha steering, mafuta navuta mimi. Sawa kaka, inawezekana Tukawangalia performance jinsi mnavyoenda mnaendaje. Gari Gari kawaka kakaa kule. Kaambia aweka gia, akaweka gia. Alivyoweka gia bwana tayari tayari aachia breki. Yaani kipindi anaachia breki mimi nikakamata kamba. Nikaivuta hapo kibuwani. Gari kapandisha silence. Kaambia aachia aachia breki. Akaachia breki kama kaanza kwenda. Eh, bwana yeye hapo. Nachia kamba. Yaani <laughs> na kama naendesha farasi. Farasi ukitaka kuongeza speed inabidi uvute kamba, ukitaka kupunguza inabidi uachie ile kamba. Kakamata ile kamba nikawa navuta. Kwenye mteremko inabidi nivute kamba full. Chuma kinaenda kwenye mlima, pia inabidi nisiachie hiyo kamba au watu nakutana nao, yani, hey. Katika reality bwana ni hey. Huyu the same na yule pale ambaye ulimuonaga kwenye gazeti. <laughs> Huyu mtu ana nguvu kiasi gani? mpaka anasukuma gari Benzi hey. Peke yake kwenye mlima. Ah, afande aliona gari haiwezi kusimama mwenyewe, ilibidi asogee hey. eh. Aliosogea chuma kikapita pale kikaruka bamsi hey. Kimetua mbele, tua mbele hey. Tu tena kaambia mwangu usiachie mafuta, kanyaga. Bana, Asante Director Zosa kwa kuweza kufanya kazi nzuri kama hii. Jerry Spear Production, shukrani kwa kuwezesha The Gear.